Wakina Janeti? Janeti ndio unavaa mavazi kama hayo? Ndio unavaa mavazi hivyo, swali zina kubanabana nayo, uonyeshi maumbile yako, si ndio eh? Na tangu lini wewe umeanza kuvaa mavazi design hiyo? Mwenyewe nashangaa. Aya sawa. Nilikupa kazi uifanye leo. Muda huu. Ina maana unaenda kwa kina Janeti kazi yangu ambayo nimekupa unaifanya saa ngapi? Sinaongea na wewe , Susi. Tatizo lako, kaka, unanibana sana na kuna siku nitaondoka huko ndani hujui na hakuna kitu kitafanya. Wewe wewe wewe. Wewe. Susi. Susi, siku hizi umekuwa si ndio? Sasa nisikilize. Kama mimi sio kaka yako huko, tutaona. Mshenzi kabisa wewe. Unanijimu mimi upuzi kama wewe. Asa, jamaa wangu, mimi nakuja hapa tangu kumwambia kitu sa mesikia, lakini sade, jamaa ametoka kutoa hela hui. Sebo ametoka kumtolea ule mchumba wako hela, yani ametoa ya kila hela kila kitu, maana kwamba ametoa mahari hey, yes, bado kuchukua tu jiko kuweka ndani. Umekaa hapo unakuwa barubaru anaenda Kimweli, kimweli. Hebu kuwa serious. Una uhakika kweli ametoa mahari? Mimi tabia yangu ni za kupeleza umbe na kuuleta umbe wangu mimi wa kweli, shida tu ninawafikia hapo wengi wengi ninawafikia ambao hawana hawaushiki ila ametoka kutoa hela, shebu ametoka kutoa hela. Yaani bado kuchukua jiko tu kuweka ni Dubai. Mimi napeleza kila kitu mmepeleza? Ameshatoa hela bado kuchukua tu mzigo huo. Enw anyway, mimi nashukuru mwanangu, umenipa taarifa ila, ila nisikilize basi, kuna kitu kimoja mm. so, nataka nikwambie hizi taarifa jitahidi kwamba niwe nazijua mimi tu, kwa sababu nataka nilifanyie kazi hili swala. Sasa wewe fikiri, nitaweza kulinda oh, taarifa bila chochote kitu? Siwezi kulinda. ni usivyonipa hapa, pana washawasha ni natamani tu mseme kwa watu shida sini. Ah, Kabuku hapo taarifa ndio hizo hapo, ndugu wangu, akili itani mwako. Yaani ukipewa ukipewa taarifa ongeza na akili zako mwenyewe. Akili ya kupewa ongeza na zako

ya a, Je, hizi taarifa ni za kweli? Nisikilize kitu kimoja. Wewe uliondoka sijajua, s si ulienda wapi kutafuta maisha. Yule mwanamke sio jana sio leo wala sio juzi, yule ni mwanamke wangu na nina malengo naye mengi sana. Kwa hiyo ni kuombe kitu kimoja. Huo mpango wako wa kutaka kumtolea mahari uache mara moja. La sivyo tutaonana baadaye. Hebu nisikilize. Nadhani utakuwa umetoka huko umechanganyikiwa. Sio ndio? Wewe unapi swala unatoka huko anakuja kuongea katika empire ya simu. Umeshakuwa na kitu kama hicho? Nisikilize. Kama Rama ni mwanamke wako ungekuwa naye wewe, na asingekuja kwangu. Na pia kama angekuwa ni mwanamke wako angekubali kuolewa na wewe. Lakini mpaka nakubali kuolewa na mimi, it means kwamba lama ni mali yangu. Kwa hiyo usiniendeshe, toka kwangu, anyway. E, toka ya kwangu, ni hayo. Wewe ungekuwa dili ubusi ungepoka rangu Penzi, um, Rama kiukweli nafurahi sana yaani moyo wangu unafurahi sana sikufichi, especially katika swala ambalo limetokea hapo nyuma. Tumefunga ndoa, uh, binafsi naona tumaini langu ambao nilikuwa nalitumaini siku zote, basi limeweza kutimia, kwa sababu kiukweli mimi nakupenda sana sana sana. Nakupenda pia, ilikuwa ni ndoto yangu mimi kuweza kuishi pamoja na wewe. Kwa hiyo, na kuahidi mengi kwamba nitakuwa bega kwa, nita kwa bega na wewe katika kila jambo, katika shida na haa, katika wakati wa ukame na masika, katika kila aina nitakuwa pamoja na wewe na nakuahidi sitakukasirisha, sitakukela, sitakufanya chochote kile. Nakupenda, usijali. Katika maisha na watu wanavyopanga kuwa pamoja, lengo kuu linalowakutanisha ni kujenga familia. Kwa hiyo kuhusu kujenga familia, hilo ndio washaka kabisa. Basi sawa, mimi nashukuru sana kuhusu hilo, lakini naomba nikuombe kitu kimoja, nakuomba usiniumize moyo wangu umejaa makovu mengi sana. Kwa hiyo naomba usiniongeze idadi ya makovu. Mimi moyo wangu mpesi sana kuumia, mwenzako, bado mimi ni mshamba wa mapenzi, kwa hiyo naomba usiniumize. Usijali kuhusu hiyo, hapa utapata furaha na amani, kuhusu mateso maumivu, kutoka ukayasikia tena konanaidi utanaza

Pole sana sana, pole kikubwa. Mwenyezi Mungu ameshafanya yake, ameweza kutusaidia saivi, hivi nafuu kidogo. Basi iwo ni jambo la kumshukuruuwak kwa hiyo nadhani utaendelea kutibia kuendelea na matibabu natiba, na tiba na dawa ambazo unapatiwa kupitia hospitali. Asante shimi yangu asante sana, usijali, Mungu akuzidishie baraka likokungua wangu pole pole shimi pole. Um, lakini pia ningependa kukushukuru ndugu yangu Zongo kwa kuweza kunipatia taarifa

basi mimi atakuja kuniletea taarifa kama hizi, wala sita sitakufukuza wala sitafanya chochote. haya sawa. Oh, um, basi sawa, nadhani kwa sababu Mungu amelisaidia hili na Mungu ameweza kufanikisha, basi nadhani tukaendelea mambo mengine, na pia nisikuchoshe sana shemeji kiasi hicho, nadhani ni vizuri, nimekaza kwenda. Basi nitakuja kuona hata kesho usiku mwingine, lakini pia ni kuachia taila ya matunda kabuku hapo <tipos> <tipos> <tipos> nadhani shemeji atakusaidia buku yako <laughs> <laughs> sa, sasa bwana kama ungekuwa siku zote unaleta taarifa za muhimu kama hizi unapata <coughs> <s> <coughs> hizo bukubuku <coughs> unapata zaidi ya hizo bukubuku <coughs> eh wewe sio kila siku tu unaleta umbea na vitu ambavyo vina msingi inabidi ulete vitu kama hivi ambavyo vina msingi katika siku zote ambazo <coughs> nimeona faida ya umbea wako nna faida ya umbea wako Kuweza kumwakuwa shemeji yao basa bwana, nashukuru sana. Nang. Shemeji, una kitu gani kinakusumbua?

Mpenzi wangu, ameniambia bwana wa moto na umetapika. Inabidi hospitali ia hospitali, uwe sawa z tuna vitu vingi vya kufanya, inabidi upone Eh? Samesamekakusigana anamtendee hakuna kosa lolote ulimtendea. Mi mpenzi wangu, hebu usijitie mawazo ya bure ambayo hayana msingi. Cha msingi, twende hospitali kurekebisha, una mimba Mitalia, hmm? mimba namtamiana imbasa swala swala nzuri sana aa, lakini baby, yani kuwa na mimba ni swala zuri, kwa sababu malengo yangu ndeoce alikuwa ni kujenga naye familia Nadhani Mungu anaona maombi yangu yanatimia na ananiridhishia anani... hey, hey, kusikupana sawa kama hiyo. Eh, ni pamoja na mimba yangu. Amefurahi ah, sana. Amefurahi mno. Nadhani huu ni wakati wangu sahihi kabisa mimi nawe kwa pamoja. Huu ndio wakati wetu sahihi wa kujenga familia mpenzi wangu. Ah. Hebu niambie wewe unataka kula nini? Mm? Chague chochote kichotaka kula, nitakupikia mwenyewe kwa sababu siwezi kukubali mtu ambaye nia changu azanguanipo muneshimisha sana, shkulu sana shisa

Vipi, mwanangu mbona unaharibu starehe za watu? Huyu ni nani? <tipi> Brother. umekuta watu wana starehe zao wa, ni busara sana ungepita ukatuacha tuendelee na starehe zetu. Unauliza huyu ni nani, yule ni nani, itakusaidia nini? <tipi> nani mapenzi ninanijmkujmpmpmp sitakuamini. Kama haya ni malipo yangu, kama kosa langu lilikuwa ni mimi kwenda kupambana, kama hilo ndo lilikuwa ndo kosa langu, basi nilishomba msamaha sana. Nimeomba msamaha, nisamehe kama kosa langu mimi kwenda kupambana, lakini Lama, unajua ni wazi kiasi gani nakupenda. Usivunje moyo wangu kiasi hichi. Usivunje moyo wangu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini Lamma, kwa nini unaruhusu vitu kama hivi? Kwa nini? mapenzi si ya, kwa nini unanizalilisha? mapenzi si ya kwa nini ujali moyo wangu? Kwa nini ni unaumiza? Mapenzi si ya, mapenzi si ya, mapenzi si ya. Asante. Asante. Nenda bro. Nenda. Sisi wanaume. Najua na ndio maana nakwambia nenda halafu kitu kingine ni kufundisha kitu kimoja siku nyingine, hata kama sio mimi ni mtu mwingine, ukiwakuta watu kwenye starehe zao, please waache. Hujui unafurahia mangapi. Wewe umeona mwenyewe, mtoto ananengua hivi ananengua vile, unatukatisha bro, eh? hebu jaribu ku, kuangalia sometime, unatukatisha bro eti mpenzi bro anatukatisha. Nenda mapenzi tu. Leo amenikuta mimi kesho atakukuta wewe. Okay, nenda. Asante sana. Tena nakushukuru. Sikutegemea kama lamba unaweza ukanifanyia mimi kitu kama hiki hata siku moja. Sikutegemea. Ngonjela zako tumezisikia na tumezichoka. Nenda. Hisia. Hisia. Hisia. Hisia. Hisia. Hisia. Nisikilize tena kwa makini sana wewe. <laughs> mi nimekuita na hali ya mvua hii nije eh? Nije, <laughs> nijipigie nije vitu vyangu, we unakuja, naambia ti nna mimba na, na mimba sasa. Nisikilize huo ujauzito, tafuta baba wa kumpatia na sio mimi, umenielewa vizuri? Kama una mimba eh? ungekuja tukae chini tuzungumze, bwana mpenzi wangu, kuna hili na hili. Mimi nimekuita hali ya mvua na sasa nipige vitu vyangu, tunaviona mimi? Amka uondoke hapa au ni... <coughs> Wewe ondoka, ondoka, ondoka, nimekwambia wewe mpuuzini na utafute baba wa hiyo mimba, sio mimi. tamani sana mangu kwa kuondoka na kukotea barua hii. Ongea kwa machungu na masikitiko, kwa makubwa sana, kwa kuwa nimefanya maamuzi tofauti na kujadiliana nawe <laughs> naya, ulinipenda sana, ulitamani sana kujenga familia na mimi ulitamani sana kuwa pamoja na mimi muda mwingi. Nakupenda sana, sana, sana, sana, ila sina budi kuondoka kwa sababu kutoa mtoto sio wako na tanipesa sasa so. Kwa hiyo tutaonana baadaye.